Samia Suluhu amepanic na kutafuta mwanasheria wa, wa Washington kupambana na uhakiki wa kimataifa baada ya ghasia za uchaguzi. Hujambo na karibu na tafadhali tafadhali subscribe. Serikali ya Tanzania imeanza mzunguko wa kutafuta wakala wa ushawishi ama kipenda lobbyist huko Washington DC ili kusaidia kuunda hadithi na kuboresha mawasiliano yake na bunge la Marekani na washirika wengine wa kimataifa huku taifa hilo likikabiliana na mgogoro wa kisiasa na uangalizi mkali wa kimataifa baada ya ghasia za baada ya uchaguzi. Watu wawili wanaofahamiana na mipango ya serikali walisema ombi la serikali limeenea jijini Washington likiomba mapendekezo ya wataalamu walio na uzoefu wa vyombo vya habari na sera za nje. Maombi haya yanakuja wakati serikali ya Samia Suluhu Hassan inajaribu kupunguza mtazamo hasi juu ya ukandamizaji wa maandamano na madai kuwa ukiukwaji wa haki za dini, uhuru wa hotuba na uwazi wa uchaguzi. Umoja wa Mataifa umeorodhesha vifo vya mamia ya waandamanaji waliokufa au kukamatwa na vyombo vya dola, licha ya serikali kutokuwa ama kutotoa takwimu rasmi ya waliopoteza maisha. Kwa upande mwingine, Marekani ilitangaza tarehe 4 Disemba kuwa iko katika mchakato wa kukagua uhusiano wake wa Tanzania ikieleza wasiwasi juu ya uhuru wa dini, uhuru wa hotuba, vizingiti vya uwekezaji wa Marekani na ghasia dhidi ya raia. Taarifa hizo za Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inaonyesha hatari ya uhusiano wa muda mrefu wa kisiasa na kiuchumi kati ya nchi hizo mbili kuporomoka zaidi. Mapambano ya kisiasa yalizuka baada ya uchaguzi wa, uh, wa rais uliofanyika Oktoba tarehe 29 ambapo Rais Samia Suluhu Hassan alitangazwa mshindi kwa karibu asilimia 98 ya kura huku mgombea ama wagombea wakuu wa upinzani wakikataliwa kugombea kwa sababu ya kukataa kufanya mageuzi ya uchaguzi. Alii ilipelekea wapiga kura wengi kuchukizwa na kupigana na vyombo vya dola katika miji mikubwa kama Dar es Salaam, Arusha na Mwanza ambapo ghasia zilibuliwa na mashirika ya haki za binadamu na vyombo vya habari. Ripoti mbali mbalimbali za mashirika ya haki za binadamu ziliashiria ukandamizaji mkali wa vyombo vya vium usalama dhidi ya wapinzani, wanaharakati wa kisiasa na raia waliotaka kushiriki katika kampeni za kisiasa au kutoa maoni yao. Amnesty International ilisema serikali iliongeza ukandamizaji dhidi ya wapinzani wa kisiasa, wanaharakati wa haki za binadamu na wanahabari kabla ya wakati wa uchaguzi, kudumaza nafasi za kisiasa kwa kutumia masharti mapya ya sheria yenye udhaifu wa haki za msingi. Kamati ya maendeleo ya Umoja wa Afrika AU, pia ilikosoa uchaguzi huu kwa kutofuata viwango vya kimataifa vya uchaguzi huru na wa haki na kuonyesha ukosefu wa ushiriki wa mawakala wa vyama vya upinzani katika maeneo ya wapiga kura na ukosefu wa uwazi katika mchakato wa kuhesabu kura. Ingawa serikali ijatoa takwimu rasmi ya idadi ya waliokufa, mashirika ya haki za binadamu na vyombo vya habari vimeorodhesha takwimu zinazodai kuwa wachache hadi mamia waliuawa wakati wa ghasia hizo. Umoja wa Mataifa ulisema lina taarifa za vifo vya mamia ya waandamanaji na wananchi ambao walikamatwa, ikiwa ni pamoja na ripoti za kuwepo kwa makaburi ya pamoja yasiyotambulika au miili iliyochomwa baada ya kupotea kutoka kwa mog Maafisa wa Marekani ikiwemo Seneta Jim Risch, mwenyekiti wa kamati ya mahusiano ya kigeni ya Seneti ya Marekani, wametetea msimamo wa serikali ya Marekani kwa kusema kuwa serikali ya Tanzania haijaeleza kwa uhalali matendo yake ya kukandamiza maandamano na kuzuia uhuru wa dini na uhuru wa kujieleza. Serikali ya Tanzania ilianzisha tume ya uchunguzi ya gasia za baada ya uchaguzi ikisema malengo yake ni kuelewa chanzo cha gasia na kusaidia juhudi za kusuluhisha mgogoro na maridhiano. Rais Samia alisema tume hiyo itazingatia ufafanuzi wa matukio yaliyopelekea gasia na alisema serikali itatekeleza mchakato wa mageuzi ya, ya katiba kati, kati ya siku mia moja za kwanza baada ya uchaguzi. Hata hivyo, maoni ya wabunge wa Marekani na wasomi wa masuala ya kimataifa yanaonyesha kuwa ukaguzi wa uhusiano wa kidiplomasia haujazingatia tu masuala ya gasi moja kwa moja bali pia wasiwasi wasi juu ya uhuru wa dini na uhuru wa hotuba Tanzania. Marekani imeeleza kuwa matatizo haya yanatishia usalama wa raia wa Marekani, watalii na maslahi ya uwekezaji nchini humo. Ripoti pia zimeibua madai kwamba viongozi wa dini waliunga mkono maoni ya upinzani na wale waliopinga ukandamizaji walikuwa katika hatari ya kulengwa na mamlaka, huku baadhi wakitoa taarifa za kushambuliwa ukudaiwa kufuatiliwa na vyombo vya usalama. Shirika la habari la dini limeeleza kuwa viongozi wa dini waliokuwa wanatoa maoni juu ya ghasia za uchaguzi waliungwa mkono na jamii wakakab..., wanakabiliwa na unyanyasaji na vitisho. Hii imeongezwa na malalamiko ya baadhi ya wananchi kwamba serikali imekuwa ikitumia sheria na vyombo vya usalama kama njia ya kudhibiti uhuru wa kujieleza na uhuru wa kidini na ni jambo ambalo limeibua wasiwasi kwa washirika wa kimataifa kuhusu mwelekeo wa demokrasia nchini Tanzania. Uhusiano wa Marekani na Tanzania umekuwa wa muda mrefu ikiwa ni pamoja na ushirikiano wa maendeleo na kiusalama. Marekani ilitoa taarifa kwamba inaangalia tena uhusiano huo kwa sababu ya wasiwasi juu ya vikwazo vya uwekezaji vinavyowakabili wawekezaji wa, wa, wa Marekani nchini Tanzania pamoja na matukio ya ghasia dhidi ya raia na mashambulizi yanayohusiana na dini. Hii ni muhimu kwa kuwa Marekani ni miongoni mwa washirika wakubwa wa, wa maendeleo ya Tanzania na uhusiano wa kidiplomasia na usalama wa uwezo wa kuathiri wawekezaji, biashara na utulivu wa kanda ya Afrika Mashariki kwa ujumla. Utekelezaji wa mikakati ya serikali ya Tanzania ya kupata wakala wa ushawishi huko Washington unaonyesha namna nchi inavyotafuta kusimamia taswira yake kimataifa mbele ya changamoto za kisiasa, mbali na masuala ya haki za binadamu, uhuru wa dini na hotuba. Uh, swala hili lina umuhimu kwa kimataifa kwa sababu linaweza kuathiri uhusiano wa kibiashara, usalama wa raia na ushirikiano wa kidiplomasia kati ya Tanzania na mataifa mengine hasa Marekani na kwa kuzingatia ushahidi wa vyombo vya habari vya kimataifa ripoti za Umoja wa Mataifa na taarifa za serikali ya Marekani, mgogoro wa baada ya uchaguzi umeibua maswali makubwa kuhusu jinsi nchi inaweza kuboresha utawala wa demokrasia na heshima ya haki za binadamu ili kuhifadhi uhusiano wake wa muda mrefu na washirika wakubwa duniani. Kwa Tanzania kusimamia kwa ufanisi hadithi yake ya kisiasa, si tu swala la hadithi ni suala la mustakabali wa kiuchumi, usalama wa raia, na uhusiano wa kimataifa. Ndio hayo tuliyokuandalia kutoka hapa TanzaPulse. Tafadhali kumbuka kusubscribe.